Jikuta kwenye fani hii nikiwa mvulana peke yangu, kwamba mvulana huko vijijini au mjini wanatenga hii fani kwa sababu naonyesha dhahiri kwamba inakuwa ni wanaitenga, sababu ni fani ya wasichana, lakini kwangu mimi niliona hii fani sio ya wadada tu. Kwangu mimi niliona kwa mvulana inalipa sana, nikaona nijiunge na hii fani kwa sababu ina kipato, kwa sababu umeme ukate umeme haupo, yani muda wote upo kazini na unaingiza kipato. Ni mengi ambayo nimeshajifunza hapa chuoni mengi sana, nikisema kwamba nianze kuelezea itachukua muda mrefu. Taelezea tu kidogo ambayo mimi nimeshakutana naye ambayo nilijifunza hapa chuoni, nilijifunza kushona suruali, kushona shati kiongozi wa watoto vigauni nini, yani shajifunza sana. Kwa hiyo yani kwa hii fani ni hamasishe sana, wa, wa kaka, msitenge sana hii fani kwamba ni ya wadada. Hata wa kaka, jamani, hii hii fani waga inatuingizia sana kipato. Yawezekana akini mwako kaweka kwamba hii fani ni ya wadada tu, lakini hii fani wa kaka waga, kama mimi ambapo sehemu na upendaga kukaa kaka, naona hii fani inaangizia sana. Kwa hiyo, usweke fikira, usweke kwa usiweke fikra usiweke mawazo kwamba fani ni wadada tu. Hii fani kwa wakaka inalipa na inaingiza kipato, ni kulingana tu na sehemu ambao umejikizi wewe mwenyewe na mahitaji yako. Ah, inaniwia pale kama pale nataka ku organize mda mwingine kuna njia nyingine unatakiwa organize na maboi, lakini unajikuta tu upo na dada. Kwa hiyo inakuwa saa zingine kuna vitu ambavyo huwezi kushirikisha mwanamke, kwa hiyo lazima inatakiwa upate mwana ambaye unaweza kumshirikisha ili jambo akusaidie. Kwa hiyo unajikuta changamoto ndio mwingine imekukuta hapo, kwa hiyo unatakiwa ushirikishe mwana, hasa unajikuta uko mwenyewe, upo na dada. Kwa hiyo ndio mwingine unasema ah, hapa sina mkaka ambaye ningemwelezea hiki kingine, unakosa sababu ya hiyo changamoto. Uh, ushirikiano mimi na dada yani, upo vizuri kwa sababu ni mengi ambayo tunashirikiana nayo, kwa hiyo ushirikiano ni mzuri sana. Kwa ufupi nitaelezea kuhusu mfumo wa kompyuta na matatizo madogo madogo na namna ya kuyatatua yanayozikumba kompyuta zetu. Huu yeah. Hapa mfumo mzima wa kompyuta yetu, kompyuta yetu imegawanyika katika sehemu mbili. Mwonekano wa nje na mwonekano wa ndani. Ya, mwonekano wa nje ni vile vitu tunavyoviona na kuvitazama kama monta au kio na kichalazio au keyboard, lakini pia kuna vitu ambavyo vi, ni mwonekano wa ndani tunaweza hatuwezi kuviona ila vinafanya kazi ndani ya kompyuta. Kompyuta yetu au kompyuta zetu taani zinakumbwa na matatizo mbalimbali na tatizo kubwa la kubwa kompyuta, tatizo la kuchemka. Unakuta kompyuta inachemka inashindwa kufanya kazi, ina staki, inaganda. Kuna changamoto inayoifanya kompyuta iwe hivyo. Changamoto ni ipi? Tuna kifaa kinachoitwa processor au kitengo kikuu cha uchakataji. Huu ni kama moyo wa kompyuta. Kifaa hiki kipo hapa. Yeah. Kifaa hiki kinapopata changamoto kinapo kina au kinapopata joto la kupitiliza, kinatusababishia kompyuta ichemke au ishindwe kufanya kazi, maana hapa ndio akili ya kompyuta au ndipo uchakataji wote ufanyika. Kitachemka kwa nini au kitapata shida kwa nini? Endapo feni itapata changamoto, itapata vumbi au kuharibika kwa changamoto nyingine, tutatueje Hivyo kwamba kompyuta yetu inaganda, moja kwa moja tutakuja tuangalie feni yetu kuna iko salama au ina vumbi. Tukiona kwamba ina vumbi tutafuta kwa kutumia kifaa kinachoitwa blower kusafisha vumbi yetu, then tutawasha kuangalia tena kama ile changamoto bado ipo. Tukapoona hivyo, inaweza sio hiyo, lakini ikawa ni changamoto ya lamu. Lamu ni la, lamu ni kifaa cha kompyuta au ni kifaa ambacho kipo ndani ya kompyuta ambapo, ambacho kifaa hiki kinafanya kazi ya kutunza data, kutunza, kutunza data kwa muda mfupi mbadala wa hard disk. Data zetu zinachakatwa kwenye processor baadaye zinaletwa kwenye RAM zinatunzwa kwa muda mfupi, hapo ndipo huhifadhiwa kwa muda mrefu katika kifaa hiki ambacho ni